Kwenye harakati zangu za kustoa umaskini, leo niliamka nikasema, siendi gengeni leo, naenda kununua vitu supermarket Nikaanza kukusanya mazaga mazaga kama unavyoona, kikapu changu kimependeza. Nikasema sasa hapa nakusanya kila kitu ninachokiona ambacho sina mageto. Nikafika hapa, nikakuta tomato. Sio, unajua sisi wanao madala salama, eh, machipsi, mchele. Nikasema hii italifaa geto, mchumba akija unamchukua tu chips kavu, chips yai, tomato ipo geto eh. Nikasema sasa hapa hoja, nikalipie vitu vishajia. Nikafika sehemu ya kulipia hapa, nikamwambia how much is this. Nikaona dada anaanza kuingiza vitu kwenye kompyuta, kaona he, vipi tena na e, vitu vinapanda kule, hela zinazidi vipi? Au dada ananiibia? Eh, nikasema mmoja, nitulie kwanza nione mwisho utakuwaje. Jamani nyinyi, supermarket mkiwaona watu wanaingia, jamani, wanatoka na vitu vingi. Mwaheshimu, jamani, supermarket sio sehemu za kujaribu jaribu. Nikaona kitu kama elfu ishirini na nne na mia tisa na nikasema hii tende itakuwa bei, nikapunguza, nikaona chuma bado nene, nikapunguza, sijui matambi haya, nikasema toa staki kaona bado tomato, toa kaona bado, nikapunguza mavitu mengine hayo, juisi na manini, leka huku vipya, nikaona chuma bado, kasema he, he, yasiwe makubwa he, he. Haya nikirudisha na hivi he, he, nikaona bado chuma nene mfukoni yangu haitoshi, nikarudisha nikasema, hivi hey, hey, vipi nikibaki ubu na ubuyu mmoja naka. Akanambia elfu mbili. Nikasema alhamdulillah, ndio nilikuwa nao mfukoni. Haya dada, hiyo hapo elfu mbili yako, asante. Jamani, watu wakiingia supermarket wakitoka na vitu vyao mwaeshimu. <laughs> <laughs>